Hello everyone, assalamu alaikum na Ramadhani Karim, karibu na karibu tena Aisha's Kitchen. Kama na mara ya kwanza kufika kwenye ukurasa huyu, karibu sana. Na leo tunatengeneza manda au kaki za sambusa tuzotumia njia rahisi sana, ambazo kila mtu anaweza akatengeneza, hata kama ndo kwa mara yake ya kwanza. Nimetumia njia mbili kwa kwenye kutengeneza hizi manda, hizo manda ndefu na zile manda za pembe tatu maana kuna baadhi ya watu kutumia hizo manda ndefu huwa zinawasumbua kufunga, hivyo nimerahisisha. Kama hizi ndefu huwezi, utatumia hizi ya pembe tatu, na kufunga ni kama ni rahisi tu kama hivyo. Nitaonyesha vizuri kwenye video ya sambusa. Hapa nina unga wangu wa ngano, nimetumia vikombe vitatu na hivi ndivyo vikombe ambavyo nimevitumia kwenye kupimia unga. Nitaweka chumvi kijiko cha chai Haihitaji kuwa nyingi, nitaweka tu kidogo kwa ajili ya ladha. Na maji nitatumia kikombe kimoja na nusu, ndo hicho hicho nilichopimia maji na ndo hicho hicho nilichopimia unga. Nitachanganya unga wangu huku nikiendelea kukanda na maji nikiweka taratibu, mpaka nitakapopata donge. hakikisha unga wako si mgumu sana wala si mlaini sana kama wa chapati. Na uzuri wa huu unga hauhitaji kukanda sana eti ulainike kama ule wa chapati. Basi hivyo nitaendelea kuchanganya huku na kukanda kama dakika tatu mpaka nne, unga wako utakuwa upo tayari. Ikiwa hauna muda wa kutosha, unaweza ukaendelea kukata madonge hapa hapa, lakini mimi niko na vitu vingine nafanya, hivyo nimeuacha kwa dakika 30 ya kuwacha si kitu cha stiki lazima kabisa. Na baada ya dakika thelathini imerudi, imeona unga wangu umezidi kulainika, na nitautandaza vizuri kwa ajili ya kupata urahisi wa kukata madonge. Nitakata madonge madogo madogo ya saizi moja. Nimepata madonge kumi kwenye hicho kipimo cha vikombe vitatu. Madonge yako yapashu kuwa makubwa sana kama yale ya chapati, ni vidogo tu, ila utahakikisha yako na saizi moja yote, na nitaendelea kuyafomu vizuri ili kupata donge lenye mduara mzuri huku nikiangalia ambavyo ni vikubwa na vipunguzia ambavyo naona vinakuwa havitoshi. nitatengeneza madonge yote mpaka nitakapomaliza, nipate madonge kumi kama nilivyosema. Nitachukua matano, nitayaweka pembeni, nitabaki na mengine matano. Nitaanza kutengenezea vichapati vidogo vidogo. Hakikisha kwenye kutengeneza hivi vichapati unapata vidwana ambavyo viko sawa, havipashi kuwa vikubwa sana. Si lazima ufanye vikubwa sana unafanya tu vidogo vidogo, ila kuwa makini, viwe na shape moja. Nitafanya kimoja kimoja, huku nikiweka pembeni nitafanya vidonge vyote mpaka nitakapomaliza. Nikishasukuma vidonge vyote na kumalizia hiki cha mwisho, nitaanza kwa kupakiza mafuta kwa juu. Mafuta nimetumia tu kama kijiko kimoja, lakini yani kinusu, hakijajaa. Unapakiza mafuta yako vizuri yaweze kuenea sehemu zote. Ukishapaka mafuta, unachukua unga unanyunyizia kwa juu, then unaweka nyingine chapati yako juu. Hii step itakusaidia wakati wa kuashanisha chapati manda zako, sorry, zinakuwa hazisumbui. Na utafanya hivyo, unapaka mafuta then unanyunyizia unga. Tutafanya hivyo kwa vidonge vinne, kwa sababu cha mwisho hatutapaka -ha, na kila uki, ukiweka chapati yako juu hakikisha unaifanya inakuwa sawa na zingine za chini. Ndio maana tumesema tutengeneze viduara ambavyo viko sawa ili vyote viwe na shepu moja, maana kama haviko sawa hapa ukisukuma, basi utapata vimoja v vi, vifupi vi na vingine vinene, na manda zako hazitatoka vizuri. Tutafanya hilo zoezi la kupaka mafuta na kuwekeza unga mpaka kwa chapati ya nne. Ya mwisho hatutapaka tena kwa juu, na kwa hiyo ya mwisho nitajaribu kuviweka sawa vyote maana vinapaswa kuwa sawasawa sawa, vyote. Halafu haya madonge yangu nitayaweka pembeni, nitaendelea kwa ku, nitaleta yale madonge mengine matano tuloweka pembeni mwanzo, na yenyewe pia nitayafanya hivyo hivyo yote matano, mpaka nitakapomaliza. Hapa video nilirusha kwa sababu ya sikutaka video iwe ndefu sana lakini kama ulivyofanya step za kwanza ndio utafanya na kwa hizi za pili, na hapo ziko tayari, utachukua utaweka pembeni, na yenyewe utachukua zile za kwanza ulizoanza kusukuma mwanzo, utawekea chini unga, alafu utaziweka na zenyewe. Usihofii wala kuogopa kutumia unga hapa, unga wako utakufanya unasukuma chapati zako vizuri, na zitakuwa zi hazi gandi. Hakikisha kila ukisukuma ukiona ambayo hai, haijakuwa sawa na zingine unaivuta kidogo ili iwe sawa. Nitasukuma, nimesukuma kwa ni kama inchi kumi hivyo ya ukitaka manda ambazo ni zile nene, maana kuna baadhi ya watu wanapenda nene nene hivyo, hautasukuma mchapati mkubwa sana utafanya tu kiasi, lakini kama utataka vyembamba kama hivi vya kwangu utasukuma nene kiasi. Na nitakata pembe, kwa sababu nataka nipate shape ambayo ipo sawa, na hivi vidogo nitavitumia kwenye kutengeneza kaukau. Ukishakata hivyo utakata tena vingine vipande vitatu, kama mkate wako utakuwa ni mkubwa. Kama utakuwa ni mdogo, utapata viwili. Ukishakata utaviachanisha. Hakikisha hapo pani yako ipo jikoni na imeanza kupata moto, na moja kwa moja utaweka manda zako. Hakikisha hapa moto wako ni wa chini kabisa, hatutaki moto mkubwa na ikiwa pani yako ni kubwa zaidi unaweza ukachoma zote kwa wakati mmoja, lakini kama pani yako ni ndogo, pia unaweza ukafanya moja moja mpaka utakapomaliza. Moto wako hakikisha ni mdogo, kwa sababu hatutaki tupike hizi manda zip, zipate rangi kama ile ya chapati. Ukiona tu vimeanza kufomu babo kama hivyo, kama dakika moja au sekunde 30, vitaanza kutoa manini yale mapulizo vinakuwa kama vile vinavimba vimba, basi utafika unageuza. Kuwa makini na moto wako, maana moto wako ukikuwa mkubwa, vitaiva vi, vitaiva sana. Vikiwiva vinakauka na vikikauka vitakatika, hivyo hautampulia chochote kwenye hivyo vya nje. Kama hapa unaona vimeanza kujiachanisha vyenyewe, na naona kama vile nimeiacha jikoni kwa muda kidogo, hivyo vimeanza kubadilika rangi, lakini nimeona si mbaya sana. Hii hutokea, lakini tu ni kuwa makini ili usi, usipate ambavyo vimeharibika vingi, na utaviweka kwenye kitu ambacho hakipitishi hewa. Kwa hiyo wakati kama ni mfuko, kama ni kitambaa kisafi, au sahani kama mbili hivyo, unafunikia. Then nimeweka ile moja iliyokuwa imebaki na vile vimikate vya kutengenezea kaukau, na nitarudi kusukuma zile zingine ambazo zilikuwa zimebaki, na hii tutatumia ile njia ya pembe tatu. Tutasukuma tu kiasi kama hu hu hujapata shipo ambayo imekurizisha. Basi utachukua tu sahani kubwa kiasi na utakata hizo pembe ili kupata shepu ya mduara mzuri. na baada ya kukata hizo pembe sasa, tutakata pembe nne ni. Na nitakata hapa moja kwa moja kwa sababu ya kurahisishia wale ambao hawana pan kubwa, lakini kama una pani kubwa inaweza ikaenea hicho kichapati chote, basi unaweza ukachoma hivyo hivyo then ukaja kukata baadaye ukishachoma, au utakata kama nilivyofanya, na utachoma moja moja au miwili kulingana na ukubwa wa pani yako kama tulivyosema, hivi havipigwi muda mrefu, kama sekunde thelathini tu. Vikianza kufumba baba, unageuza moto wako, pia uwe ni wa chini. Vikipata rangi sana vitakauka, na vikikauka vitakatika. pia nilijisahau, lakini nilikuja kuona kuwa haikuwa shida sana, maana sikupata vilivyoharibika vingi. Sometimes huwa unapata ambavyo vimeharibika, hivyo ikikutokea au usifikiri umekosea au vipi, hiyo hutokea mara nyingi jikoni. Lakini mimi nimepata vilivyoharibika kama tu viwili, hivyo havikuwa vingi. Nitaitoa na yenyewe, nitaweka kwenye mfuko kama nilivyosema, unapaswa uweke sehemu ambayo hapapitishi hewa. Zikipitisha tu hewa, ndo vile zita zitakauka na zikikauka zinafika zinakatika, huwezi ukazitumia kwenye kufungia sambusa. Na zikishapoa hapa, tutaanza kuzibambua sasa. Ni rahisi tu kama hivyo, unaangalia pembeni, vinakuwa vimeshajiachanisha vyenyewe na kama havijajiachanisha vizuri unawafanya tu kwa umakini, unafika unavivuta mpaka mwisho, kama hivyo ninavyofanya na utafanya hivyo kwa manda zako zote. Kama mnavyoona, ni rahisi sana kuviachanisha, na kwa kuwa ni vyepesi, inabidi tuwe makini mimi kama huyu hapo, mkate wangu ulipata rangi sana na ulikauka. Na ukikauka ndio hivyo, unafika unakatika hivyo huyo, siwezi nikaufungia sambusa, nita nitaweka pembeni na utatumika kwenye kutengenezea kaukau. Na hizo zingine za pembe tatu, kwenye kuachanisha utafanya kama hivyo, unaangalia tu pembe ambayo iko imeshaanza kuachana chana, au unatafuta namna ya kuiachanisha, unafika unaivuta mpaka chini. Ni rahisi sana kabisa, ikiwa umefata maelekezo vizuri, na uhakika manda zako zitatoka vizuri kama za kwangu, kwa sababu mimi sikupata manda nyingi ambazo zimeharibika. Na jinsi ya kufunga, nitaleta video kwa urefu ya kutengenezea sambusa, nitaonyesha jinsi ya kufunga kwa urefu vizuri tu, ni rahisi tu kama hivyo. Ukifika mwisho, unaweka gundi yako na sambusa yako inakuwa ipo tayari. Na kwa hizi za pembe tatu, hii sasa ndio rahisi zaidi unafuata kama hivyo, unaweka gondi pembeni then unaweka nyama yako, kama ni nyama, kama ni vitu vingine, na unafunga. Mimi sasa kwa sababu siku unazitengeneza hiyo siku nilizifungia kwenye nylon kama hivi plastic wrap. then nikaziweka kwenye freezer, na kama umetengeneza nyingi, wewe pia unaweza ukafanya hivyo au kama umetengeneza zingine zikabaki, unaweza ukafanya hivi hivi. Zinakaa kuanzia wiki mpaka hata mwezi bila kuharibika, zikiwa kwenye freezer na bila kujikunja. Na hivi ni vikauka vyangu, nitavikata kata na kubambua, then nitavikaanga. Natumai mtapenda na kujaribu. Bye, bye.